Popote pale ulipo ikiwa leo ni tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi na moja mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Hujambo na karibu katika habari za hapa Milele Africa Media. Mimi ni Beatrice Mwachambi. Kiongozi wa ODM Magarini County Akilifi ya Kilifi Harrison Kombe atangaza kuweka maandamano ya amani. Hii ni kufuatia malalamishi ambayo alidai wa Raila Odinga kiongozi mkuu wa ODM aliweza kuibua kura katika uchaguzi uliofanyika Agosti 9. Hata hivyo, Rais William Ruto amesema kwa tayari ni kwa maandamano hayo, na ataweza kutoa asasi za usalama ili kusimamia maandamano hayo hadi pindi yatakapomalizika. Rais amesisitiza na kusema maandamano hayo yasiwezi kuvuruga amani au hata kubomoa majumba ya watu. Na mpenzi mtazamaji, habari za hivi punde ambazo zimetufikia hapa studio ni kuwa Harrison Kombe wa ODM ndiye mshindi wa uchaguzi mdogo Magarini, kaunti ya Kilifi. Hii ni baada ya uchaguzi uliofanyika hapo jana eneo dogo la Magarini. Kwa kweli, msikilizaji, malizia kwa kusema uongozi bora hujengwa na uwazi na haki. Nimekuwa mwanahabari wako Beatrice Mwachambi, kwa heri kwa muda.